Karibu kwa taarifa zetu. Mfasiri kwa lugha ya ishara ni Yula Nzale. Imekuwa mbwembwe mbwe na furaha huku wanafunzi waliofanya vyema kwenye mtihani wa kitaifa wa KCSE wa mwaka jana wakisherehekea ushindi wao. Shamra shamra zilisheheni katika shule kadhaa huku wazazi wakifurahia matokeo bora ya wanafunzi. Mwanahabari wetu Gatete Njoroge alitangamana na baadhi ya wanafunzi waliopata alama za A kwenye mtihani huo wa KCSE na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kutolewa kwa matokeo ya KCSE ya mwaka jana yalipokelewa kwa mbwembwe ya aina yake. Maelfu ya wanafunzi waliofanya vyema walishangiliwa kwa vifijo na nderemo kona zote za nchi. Jasper Mokua ni miongoni mwa watainiwa 1932 waliojizolea alama ya A, akiandamana na wazazi wake walifika shule ya upili ya mangu alikosomea the exams it is not difficult you just have to be keen always study revise with questions yes follow the teacher says he wants to pursue bachelor of medicine preferably if we get a scholarship from here uh, we'll really appreciate that he even did german very well he got an A plain in german language because he wanted to go and pursue Medicine in one of the leading universities in Germany. Kule Baringo, furaha ilisheheni nyumbani kwa kina Faith Boskwoni, aliyesomea shule ya Kapsabet Girls na kupata alama ya A. Kijiji jirani, Grace Chirichir aliandikisha alama ya A pia. When I joined na kule Kiambu, Wanji Gikenye aliandikisha matokeo bora, hali iliyogeuza anga la nyumbani kwao eneo la Mugumo. Mwanafunzi mwingine aliyefanya bora alikuwa ni Masi Ngumba kutoka shule ya Elite Girls Nyahururu. Alipata alama ya A hasi na kuwa miongoni mwa wanafunzi bora shule yao. Sherehe za kufanya vyema zilisheheni sio tu majumbani, bali pia shuleni. Shule za kitaifa kama vile Alliance Girls Nairobi, School Mary Hill, Kapsabet Boys ni miongoni mwa zile zilizosherekea matokeo bora. Plain A we have 42. Uh, A minus we have 139. B plus we have 163. B plain we have... Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.